Imeshinda mechi 11 out of 13 ambazo wamecheza na RB Salzburg. RB Salzburg imeshinda mechi moja tu, nyingine labda ilikuwa draw. Kutoka last year hakuna mchezaji amefunga mabao mingi zaidi Champions League kuliko Vinicius Junior amefunga mabao na timu Katika dakika ya 23 Rodrigo alifungua akaunti yake ya mabao uh, wakati alipokea pasi nzuri kutoka kwa Vinicius Junior uh, Bellingham aliifikia, lakini Rodrigo ndiye aliyefunga. Eh, Rodrigo tena akafunga bao lingine lake la pili akiasistiwa na Jude Bellingham. Mbappe akafungua uh, akaunti yake ya mabao, wakati ambapo ukipa wa Albisazba alifanya makosa na Mbappe akamnyang'anya mpira na aka kufunga bao Katika dakika ya 55 Vinicius pia akaongeza bao lingine akiasistiwa kutoka kwa Luka Modric. katika dakika ya 77 Vinicius Junior akafunga bao lake la pili akiasistiwa aki na Valverde.